Kijana wangu ndiye aliyeuza wazo kwangu, kwamba mama yangu, ninawiwa kutengeneza madawati. Baada ya kuzungumza hilo neno, kutokana na jinsi walimu wanavyopenda kutushirikisha katika vikao vyao mbalimbali, ndipo kijana kagundua kwamba shule ya msingi Matwiga kuna watoto wanakaa chini ndipo akawiwa kutengeneza dawati. Dawati alizotengeneza yeye ni dawati thelathini na moja, lakini mimi mama yake nikaamua kumsapoti dawati kumi. Kwa hiyo pongezi zimwendee kijana wangu, kwa sababu yeye ndio aliye nishawishi mimi, pamoja na walimu ambao walikuwa wakitukaribisha kwenye vikao vyao. Kwa hiyo tukaona sio vyema tuendelee kunyamaza, wakati msiba ni wa kwetu. Watoto wetu wamesoma hapa, kuna watoto wa vyuo vikuu, kuna watoto wako wapi, kupitia hii shule ya msingi Matwiga. Hivyo sasa nawahasa hata wakina mama wenzangu ambao watawiwa kuchangia hata dawati moja, kwa sababu kutoa ni moyo. Kwa hiyo sio kwamba labda huyu kijana ametoa kama alivyosema mwandishi wa habari kwamba anavyo, hapana ni kwa ajili ya uchungu na shule yetu, lakini pia mimi nitatoa zawadi kwa walimu kwa sababu wamenifurahisha. Pia toka niwepo hapa Matwiga, toka wakiongoza na mwalimu Kikoti sijaona mwanafunzi aliyebeba mimba. Nadhani amewalea vizuri na wakina mama wanawake wamewapa usia vizuri mabinti hawa. Kwa hiyo nitakuwa mimi wafadhila nisipowazawadia, lakini wakina baba msichukie. Walimu na nyie, nitawazawadia siku nyingine, nyie nitawapa chaki ili muendelee kufundisha sana. Mimi nilipokutana na wazo la, la, la, la, la kutengeneza dawati nili, nilimshirikisha mama yangu, nikaona nisi nisilipoteze ili wazo kwa sababu hii issue ya dawati naona jinsi watoto wanavyo, wanavyo, wanavyopata shida. Kwenye vikao vingi tumearikwa hapa shuleni, tumeshirikishwa kwenye kamati, kamati ya shule, walimu wametwita. Changamoto kubwa na kilio kikubwa kilikuwa ni dawati, lakini michango, michango ya wazazi, michango ya serikali ya kijiji ilikuwa inawia vigumu kutengeneza hayo madawati lakini nikaona mbona hii ishu naiweza kwa kiasi fulani, nikaona ngoja nijipige kwao. Nikaanza na madawati hayo 30 nilivyomshirikisha mama yangu, naye ya akasema kwamba ataniongezea madawati kumi. Kweli takuwa mchoyo wa fadhila nisipomshukuru mzee Bupe, ambaye ndio fundi aliyenisaidia kuchonga haya madawati tena kwa, kwa gharama sio kubwa, gharama ya kawaida kabisa. Okay, kwa, kwa upande wa gharama, nadhani kitu kikubwa ambacho mimi niliwaza na ambacho nilifikiri niliona, nawasaidia wat, watoto wangapi ni watu wangapi wanasaidika kwenye changamoto ya madawati, lakini gharama za moja kwa moja nadhani sio inshu kubwa kiujumla. Ninapenda sana kutoa shukrani kwa Mheshimiwa viti maalum wilaya ya Chunya, mama yangu Neema Njwelo pamoja na kijana Lusajo, yaani kuwa na wazo hili la kuchangia dawati kwenye shule hii, na ukiangalia tuna uhitaji mkubwa sana wa madawati, lakini kwa dawati hizi zilivyo zimeenda kupunguza ile kelo ambao ipo. Mheshimiwa, nakushukuru sana, na pia nikushukuru kijana wangu Lusajo. Naomba Mungu aendelee kukupa mawazo ya namna hii, ili na wengine ambao ni vijana pamoja na wazee na watu wote wa kata ya Matwiga. Yani umeonyesha mfano ni jinsi gani na uwezo wa kujenga kata yetu au kijiji chetu, lakini pia hata wilaya. Yani hili ni funzo hata kwa vijana wengine, yani sio hapa tu, mahali pengine ambapo kupitia tukio hili nadhani walio wengi wanaenda kujifunza kwamba kumbe sio mpaka uwe na fedha nyingi ndipo naweza wa kujitoa kwa sababu tunajua gharama za dawati hizi ni kubwa, ijapokuwa hujataka kwamba utoe figa uliotumia, lakini kwa kweli umeonyesha jambo moja nzuri. Nashukuru kwa niaba ya wananchi wa kata ya Matwiga, tunakushukuru sana. uendelee kuwa na moyo wa na namna hii. Familia hii iliyothubutu kutengeneza madawati haya kwanza kabisa, nawaombea kwa Mwenyezi Mungu awajalie. Hawajafanya hivi kimwili tu, lakini pia wamefanya kiroho pia. Haya madawati watakalia watoto yatima, haya madawati watakalia watoto wenye mazingira magumu, lakini haya madawati atakalia kila mtoto nadhani kwa agizo la Mwenyezi Mungu anapenda kusaidiana, kwa hiyo atakuwa amepiga ndege wengi kwa jiwe moja. Neno langu jingine, nawaasa sana familia nyingine. Wakati mwingine mtoto wako akitaka kutoa kitu unasema kwani sisi tumetosheka? Hatujatosheka, lakini mama huyu diwani viti maalum ameweza kumsapoti mtoto wake. Mtoto kachonga thelathini, lakini mama akasema na mimi na kusapoti. Kwa kweli ni wakina mama wachache sana wenye moyo huu, tunawaombea kwa mwenyezi Mungu, Mungu awatunze wa na awajalie. Kwanza kipekee napenda kwa kuwashukuru wadau waliotuwezesha umsaada wa madawati 41, hii familia ya mama Mwakibibi. Dawati haya kimsingi, ametupunguzia adha kubwa sana. Watoto walikuwa na banana wanakaa watatu, wanne, watano na mwingine hadi sita, ila kwa sasa naona kabisa wataenda kaa watoto watatu wa au wawili kila dawati. Hii itawezesha hata usomaji kwa watoto ukawa ni bora zaidi na kuongeza ufaulu kwa wanafunzi katika mitihani yao. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online,